Ndugu waandishi wa habari, mimi kama msemaji wa timu ya basketball ya Dar City, uh, leo hii Dar City tunaenda kuipeperusha kwa mara nyingine tena bendera ya nchi yetu ya Tanzania katika mashindano yanayoenda kufanyika Rwanda. Uh, kumbuka Dar City ndio timu ambayo ilikwalify kuiwakilisha nchi ya Tanzania katika mashindano ya Afrika, lakini this time timu kubwa unaiona hapa, wachezaji international kutoka kila nchi unayojua wewe ikiwepo Marekani ukiwepo Ufaransa wa wakiwepo wa Tanzania wenyewe Kenya na sehemu zingine tofauti tofauti, wameungana kwa pamoja na timu ya Dar City kwa ajili ya kwenda kuwakilisha nchi yetu ya Tanzania katika mashindano huko Rwanda. Ninaye Ali atatuambia vizuri ni mashindano gani ambayo, uh, tunaenda kuwakilisha pale, uh, Rwanda na tutakaa kwa siku ngapi? okay, uh, Ali ni, uh, tukeda, Dar City basketball team. Okay, uh, mashindano yanayofanyika Rwanda ni ya uh, Genocide Memorial Tournament mm -hmm. ambayo yanakuwa yanafanyika kila mwaka nchini Rwanda kumbu -kumbu, kwa ajili ya kumbukumbu ambazo zimetokea kwa yale mauaji. Mauaji ya yeah, kimbali, kimbali kwa mm hiyo -hmm. uh, tutaenda kukaa kule kwa muda wa siku nne, yeah. Yeah. Kwa hiyo tutakuwa tuna mechi mbili kwa makundi, then tutakuja hatua ya nusu finali then finali so.. Nadhani uh, tunakubaliana kwamba uh, kupitia mwekezaji Musa Mzenji ambaye ndio rais wa Dar City ana, ameleta wachezaji kutoka kila nchi ambayo mnaijua nyinyi ambayo inaongoza kwa basketball. Na Musa Mzenji lengo lake kubwa ni kuhakikisha basketball katika nchi yetu ya Tanzania inakuwa katika level ya juu kabisa. Ameweka mamilioni, zaidi ya milioni mia tatu, inaenda kutumika kwa ajili ya mwaka huu kuhakikisha Dar City inashiriki mashindano yote makubwa ya Afrika na mashindano yote makubwa ambayo tutashirikishwa kama, kama timu ya basketball. Mimi, Baba Levo Leo hii naelekea Rwanda nikiwa naongozana na uh, wachezaji maprofessional watupu. Hapa tunategemea neema za Watanzania, dua za Watanzania katika timu ya basketball ambayo inawakilisha nchi yetu ya Tanzania. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Dar City, Mungu mbariki mama yangu Samia Suluhu Hassan, Mungu mbariki rais wa Dar City, uh, Musa Mzenji. Kwa kusema hayo machache, kama kuna mtu yote ana swali aulize, sababu tumechelewa ndege. Rais nice <laughs> Zenji Boy <laughs> He? Tulitoka Kenya tukashinda Kenya, tukapata nafasi ya pili, tukarudi na apili, tuka kombe hapa, kama mnakumbuka, na this time tunaenda Rwanda, tuna uhakika tutarudi na trophy hapa Tanzania. Da uh, uh, City ni timu ambayo mwekezaji ameweka hela nyingi uh. Ndio maana muda wote tunamtaja Musa Mzenji, Musa Mzenji, kwa sababu ameweka hela nyingi wametoka wachezaji kutoka nchi tofauti tofauti, nchi zote kubwa unazojua wewe wako hapa kwa ajili ya kuwakilisha Dar City. Kwa kusema hayo machache, Dar City for everybody, Dar City kwa ajili ya Watanzania. Thank you.